Zimepatikana taarifa kwa bahati mbaya sana, kwamba wananchi wamepata hofu na kuanza kukimbia kuelekea sehemu mbalimbali bila kuwa na mwelekeo na kuzagaa hovyo mitaani katika hali ambayo inaweza kuleta madhara ya ziada na matatizo mengine kama vile e, watu kupotea, wazazi kupoteana na watoto wao au kupoteza mali. E, kwa kuwa tukio hili bado linafanyiwa kazi na mpaka sasa hivi ninavyoongea ni kwamba hali imeanza kutulia e, kwa kiwango kikubwa sana, ni muhimu wananchi wote hasa wa jijini Dar es Salaam watulie wakisubiri hali irejee katika namna ambayo ni ya kawaida, na walioondoka nyumbani kwao sasa warudi ili wasiendelee kupata madhara, na wakifanya hivyo, tutakuwa tunawasihi watulie hapo sehemu zao za nyumbani. Tutaendelea, tuta kuwapa taarifa mbalimbali kuhusu tukio hili e, na kama kuna madhara basi yataelezwa, lakini tahadhari hiyo ni kwamba itiliwe maanani kwamba wananchi watulie. Ni ajali ninavyoona mimi, aani inavyoonekana ni ajali, sio tatizo lingine.